Jeshi la Polisi haina budi kutii na kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais mara moja na bila kusita. Kwa hiyo kama wadau, mimi kama mdau wa kijinai wakili, ninampongeza Mheshimiwa Rais kwamba angalau kama mkuu wa nchi e, na, na, na, na, na, na wa salama, kisiasa, banae, kama nchi na mijeshi mkuu wa majeshi ya usalama ameonyesha utashi wa kisiasa wa kuonesha wazi kwamba na yeye kama mkuu wa nchi hafurahishwi na hapendezwi na amekuwa akikerwa na vitendo ya watu aidha kudaiwa au watu kupotea eh, hapa nchini. Kwa kauli ya Mheshimiwa Rais tunaipongeza, binafsi naipongeza na nasema ni kauli imekuja wakati mwafaka, imekuja kutupa mwongozo, imekuja kutupa directives, na sasa tunaweza kujua, tunawageukia polisi ambao wahusika kwamba tupeni majibu na kama inawezekana, hatutaki vitu vitokee. Rais kaelekeza polisi muwe proactive ili mjitahidi kuzuia vitendo hivi vya upotevu wa watu visitokee tena. Ukiona trendi ya Jeshi la Polisi kwa kipindi hiki kilichopita limekuwa likijitokeza na kuanza kutoa ripoti za watu ambao walisemekana wamepotea au hawajapatikana, limekuwa likitoa ripoti hizo hivi recently. Kwa sasa, kwa, kwa maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais, tunaamini polisi itaendelea kufanyia kazi hata wale ambao bado hawajatoa taarifa <muchos>